Uh, cha kwanza tumefurahishwa mm, na namna ambavyo Chief Godlove amemsupport Pipi Jojo mm. Lakini moja kati ya kitu ambacho hakijanifurahisha na kimenifikirisha mm, kimenitafakarisha ni namna ambavyo Chief Godlove, vitendo ambavyo anavifanya na Pipi Jojo, vitendo vipi? Tunajua ya kwamba mm. Chief Godlove amemchukua Pipi Jojo kama msanii wake ambaye anamsapoti, lakini pia kama mwanaye. Pipi Jojo anamwita Chief Godlove baba, na watanzania wote tunajua hivyo mm-hmm. Chief Godlove ni baba kwa Pipi Jojo. Leo hii tunaona Pipi Jojo kwenye mitandao mm -hmm. anafanya an, an, anacheza, anakatika viuno mbele ya baba yake. Wewe leo hii unakatika viuno mbele ya baba yako, vile kama mimi na wewe tumestuka. mm -hmm. Yeye Chief God Love mbele ya mtoto yule wa kike, japokuwa mm -hmm. si, ni baba yake wakufikia, anamwita baba wakufikia, baba yake mzazi mm -hmm. Tunajua mambo yalivyo sasa hivi, dunia imebadilika. Kuna kuna kitu kati yao kinaendelea. Yale siyo maadili ya Mtanzania, mm. Siyo maadili ya Muafrika. Hata mwanao wa kumzaa mwenyewe hawezi akakuchezea vile. Leo mtu anakuita baba, unaruhusu akatike viuno mbele yako. Unategemea nini kitaendelea hapo? Kama leo unaona kiuno cha mtu ambaye anakuita baba ikikatika mm -hmm. Hili ni tatizo kubwa, linatakiwa likemewe. Hatukatai Chief Godlove kumsapoti pipi jojo, kumsimamia pipi jojo mm -hmm. Lakini tunakataa namna ambavyo inatumika mitandao ya kijamii kumsapoti kwa aina hii Mba, ule mfumo ambao wanatumia kupromoti mm -hmm. Sio mfumo sahihi. Mtoto awezi akafanya vile kwa mbele ya mbele ya baba yake, basi mara kumi tungekuwa tunajua Pipyjojoh anamwita kaka Chief Godlove ama binam Chief Godlove, lile jina la ubaba lingotolewa. Hii hii, inaenda kuchafua. Unawafunza nini watoto wengine, wakacheze mbele ya baba zao? Watoto wengine wanajifunza nini wakimwona Chief godlove anachezewa na mtoto wake, mtoto anacheza vile mbele ya baba. Kuna watoto wanaona, Chief Pipi Jojo anamwita Chief God Love baba, akaona ah, kumbe hii inawezekana. Mi kukatika mauno hivi mbele ya baba yangu, lile ni tatizo. Ama nyie wezangu mlioona pale, mbona ile ni oh, hmm, sahihi kufanyika ile sio sahihi, ile inavuka kwenye maadili yetu ya Kitanzania ya Kiafrika, hatukatai sapoti ambayo anaionyesha, lakini kuna mambo mengine yakifanyika, hmm. hata kama mna sapoti mziki wenu, lakini anatoka kwenye maadili, Chief Godlove. hmm. mimi kama kaka hmm. sikufurahishwa hmm. na namna ambavyo mna promoti hiyo nyimbo ya Pipi Jojo. Mwanao hawezi kukatika kiuno hivyo mbele yako. Mtoto huwezi kumruhusu namna no. Hiyo ni kumdhalilisha na kujidhalilisha wewe mwenyewe. Hivi umesaidia leo, uhum. lakini mitaani huku watu washaanza kufikiria vingine hata kama unamsaidia, lakini mitaani huku watu wameshaanza kufikiria wengine. Leo hii kuna mambo mengi tunayasikia ajabu ajabu mitaani, naweza kasikia mjomba, sijui kafanya hivi hivi, yule sio mtoto wake wa kumzaa, ni mtoto wake wa kumsaidia yule. Pipijojo ni, ni mdogo sana, hakustahili kufanya kitu kama kile mbele ya mtu ambaye amempa heshima kubwa ya ubaba, yaani kampa heshima kubwa ya ubaba. Leo hii unakwenda kufanya vile, we unadhani ya kwamba... Hapo sisi wanaume tunajuana, unajua kabisa hmm. huu sio mwanangu wa kumzaa. Haya, unaangalia kiuno kinakatwa unaona kabisa, huyu anakata kiuno kizuri, sio mwanao wa kumzaa, ni mtoto wako kwa kumsaidia. Unaona mm. kiuno hichi kinakata vizuri kuliko hata mpenzi wangu kaka, itakuwaje? No, unaona kabisa hichi kiuno cha Pipi Jojo hichi ndo Chifu, kinakata kuliko hata cha mpenzi wangu. mm. Mawazo sisi wanaume tunajua yanahama, ndo maana nikasema mm. labda angemwita binamu yake mm. ama hata kaka yake wa ukoo, lakini sio so kumwita mwanao alafu namruhusu wakati mauno hivi. Hili limewafikirisha watu wengi sana, ndio maana tunauliza. Mimi mimi kama kaka, hmm. sikufurahishwa na hili. Mimi kama kaka nitaendelea kukemea hili. Chengine chifu Godlove na Pipi Jojo ni vitu viwili tofauti. Pipi ni mdogo sana hmm. Chief God Love tayari ni mtu mzima. Hata kwenye mahusiano ya kawaida tu haiwezi kutokea. Sasa kama anamtaka mm -hmm. nje ya, ya, ya sanaa mm -hmm. anachokitafuta atakipata, na mimi naomba mm -hmm. najua kuna watu wenye heshima kubwa sana, najua kuna sehemu ambazo wanaweza, wengi hawakufurahishwa na namna hii achukuliwe hatua achukuliwe hatua. Hatua zipi ambazo unaona achukuliwe au aonywe? Pipi Jojo ni mdogo mm. wangefanya huko, wakina Nandi wakina Zuchu tunajua ni wakubwa mm -hmm. wakina Robi ni wakubwa. Yule Pipi hata miaka kumi na nane hajafikisha ajafikisha ka miaka 18 hajafikisha. Msapoti mm. kwenye mambo mazuri mm. kama unasapoti nyimbo zake, dadi dadi, tunajua sana dada yake, lakini sio kukatika viuno, muda mwingine dadi, siwezi kula bila wewe. Sasa kaka, huko kama mambo gani? mapenzi hayo ama ni mtu na mtoto wake? Limekuchukiza ile sana eh? Mimi linaniumiza kwa sababu najua mdogo wangu hapa anaenda kupotezwa atasapotiwa kwa sababu ya kitu fulani, yanaweza akawa mbali kama Diamond na Zuchu. Watu naona komenti nyingi zinakwambia kwamba kwa ya kwamba Diamond na Zuchu lianza hivi hivi mm -hmm. Sasa sisi tunataka kitu kimoja, japokuwa ni umri tofauti mm -hmm. Kama anamtaka kimapenzi mm -hmm. ili jina la ubaba life cool na kama anamtaka kimapenzi amsubirie mpaka atimize miaka 18, kwa sababu miaka 18 hajafikisha msanii mdogo. Kama anamtaka kimapenzi mm. ili jina la ubaba lifie kwa sababu mm hili -hmm. kuna watoto wengi ambao wanamwangalia pipi mm -hmm. Wanaona eh, inakuwaje? Mbona anafanya hivi mbele ya baba yake? Kwa hiyo litawaharibu watoto wengi ambao wanamwangalia pipi hilo jina la ubaba life mara moja, kwa sababu haviendani na namna ambavyo vinafanyika huko mitandaoni. Mimi jana niliangalia mpaka nikafumba macho. Hii sio hali ya kawaida, sio hali ya kawaida. Tunarudia tena, Kama anamsapoti pipi jojo, mm, afate misingi na taratibu za Kitanzania, lakini kama ana mambo yake mengine mm, basi asubirie pipi afikishe umri wa miaka 18.